Tamasha, namna ya kuweka sahihi na muhuri, utakuja kwenye examinations, utakuja kutafuta mtihani husika zeni. Kwanza kuna include behavior, kama unataka tabia zionekane, hii lazima iwe yes. Kama utaki utaandika no. Sasa kwenye huu mtihani wa single tunatumia hizi, hizi goma style hizi uh, cha kwanza huu sasa hivi nikiufungua maana yake nitapata tabia ziko hapa, lakini pia hapa sina muhuri wala sina sahihi. Lakini nikiweka hapa no, bas kwa single, kwa double hapa tabia nani, tabia hazitakuwepo, lakini pia muhuri hapa hauko. Sasa mimi nitaweka muhuri. Sasa muhuri tunawekaje? Hii imeandikwa hapa, una save stamp.jpg au png ya muhuri wenyewe. Mimi hapa na muhuri wangu ambaye nimidatutu mtandaoni, huu mbona nitaweka hasa. Angalia urefu wake huu, angalau uwe na urefu hivi, sio wewe uh, labda ni pembe na mlaba una namna gani wewe, angalau umechongoka kwa namna fulani. Lakini pia hata huu, hata kama utakuwa wapoko ni waduara wa namna gani, uwe mrefu kwa kuelekea hivi usiji usijukawa una urefu sawa yani uwe na upana anhuu ni upana au ni urefu ni urefu huwe angarau ni mkubwa na hii pia nime download tu kwa saa hizi nitabadilisha hii nita rename Alafu nitaandika ni nini, ni saini. Nikishaandika tu sign. Na hii ambayo ni stamp nazikopi hapa, nisha zikopi. Na kuja na kuja, kuna nini? Nakuja kwenye this PC, nianze this PC then local disk C then Kiyabo App then naenda kwenye profiles. Hapa kuna vitu vingi ambavyo viko hapa. Kwa hapa utapaste. Ukishazipesti hizi sign na stamp, basi umeshamaliza kwa sasa hivi. Ukirudi kwenye examination hapa, nikaenda kwenye take home hapa, nikibonyeza hii tayari nategemea na, na muhuri wangu utaonekana hapa na sahihi itaonekana kwa hapa. Labda sasa kingine ambacho unaweza uka, ukafanya kama unataka uwe nani zaidi, unaweza ukaediti. Mfano kama hii naka mstari hapa, unaweza ukaediti hata tukuwa nani hizi, labda mi nitumie open with paint. Kuna mstari hapo unaonekana, unataka niutoe. mm -hmm, takuja kwenye elasa hapa nikaikuza kidogo tatoa u mstari huu tayari, na hii naweza nikai save as moja kwa moja kula ambako ni This PC Local Disk C Kiyabo App, then naenda kwenye properties na isave kama stamp. Hai kuna picha nita replace. Mm -hmm. kio nikirudia tena hapa sasa hivi kama sarikali akapo kuna kawa kambe hapa utarekebisha wewe wezake kwa sasa imekaa hivyo hii ni saini ya mkuu na hii nani hapa hizi saini mbili za mtaaluma na mwalimu wa darasa utakuja kwenye goma style signs utaandika labda mwalimu nani mwalimu Kiyabo labda saini itaonekana tu ni kinende lol hapa, labda ni tuseme mtaaluma. Mtaaluma huwezi kutokwa kwa darasa, lakini kwa mwingine tena, utaandika swi ni Emmanuel, nani vyovyote vile daamis <coughs> saini labda ni Hamisius, yani Hamisius vyovyote vile. lol labda ni mwalimu wa darasa, darasa la form two zeni hapo, kisha sepo wa remote na kadhalika. Ka ukija sasa hivi kufungua matokeo yako hapa, e, tayari huyu kuna hii saini hapa na hii saini hapa zishaweza zisha kuonekana. E, tukitoka hapo tena, kama ni mitihani miwili, sasa kwa hii ya nani utabonyeza hapa, ambayo tayari taweza kuonekana kwa staili hiyo. hizi comment sasa kama ni